Wa ala ala, tunaendelea na kitabu chetu mukadimatulahadharamia. Leo ni ukurasa wa kumi na mbili kwa nusha yangu mimi. Faslun yustahabu likadhi lhajati baulan au haitwa, kutasuniwa au kunasuniwa kwa mwenye kukidha haja baulan, mikojo au haitwa na au mavi anyalbasa na alaihi kunasuniwa avae dala zake mbili avae malapa yake mawili. wayumnahu na wayastura rasahu, wayastur rasahu na kistiri kichwa chake. wayastura rasahu na kistiri kichwa chake. wayahudha ahjara liistinjai naachukue maji ya kustanjia. wayahudha naachukue ahjara lisinjai mawe ya kustanjia wayukadima ya sarahu atangulize mguu wake wa kushoto kwayukadima ya sarahu atangulize mguu wake wa kushoto inda duhuli zamani za kuingia. Wayumnahu na atangulize mguu wake wa kuume fi lkhuruj wakati wa kutoka. Wakadha yafalu kama hivyo atafanya fiswa harai katika mawanja wakadha yafalu na kama hivyo atafanya fiswa harai katika mawanja wala yahmilu dhikra Allahi taala mahu, wala asibebe asitukue utajwa mwenyezi Mungu akawa pamoja nao. Utajwa mwenyezi Mungu ameubeba, mfano pete imeandikwa Allahu, usiingie nayo choone. Wayatamida ala yasarihi, na atategemea juu ya mguu wake wa kushoto ukitaka kukivi haja, huu mguu wa kushoto ndio wa kuutegemea katika kuchuchumaa pale. Wayabuuda na akae mbali. wayastatira najistiri. wala yabula fi main rakidin wakalilin jarin wala fi hujrin wala mahabirihi wala fi twariki au tata shajaratin muthmira yuukalu thamaruha sawa. wala yabula fi main rakidi, wala sikojoe katika maji yaliyosimama. Pia wakalilin jari, na maji machache yanayopita wala fi hujrin juhrin, wala asikoje katika tundu tundu, chako hapo. Wala mahabirio, wala pahala panapovuma upepo. Wala fi tariki, wala asikoje njiani. Au tata shajarati muthmira, au chini ya mti unaotoa matunda. Wenda kojua chini ya mwembe dodo. E, bwana, hata mimi nikikuona nitakupiga e? yu ukalu thamaruha, mti ambao yanadiwa matunda yake wala yatakallam, wala asizungumze wakati ana kidhi haja, anakojoa anakunya, asizungumze ila lidharura, ila kwa dharura. Umeona nyoka aja yule, waambie jamani, nyoka! Uwe utafanyaje? Uko katika tendo jambo, eh. Wala yasanji ya bil ma'i fi mawdhihi, wala asistanji kwa maji mahala anapokidhiyo haja yenyewe, amaala unapokunya unapokojoa. Umeelewa vizuri, usistanji kwa maji, maana maji atachanganyikana na ile najisi eh wa an yastabri'a, na ajitenge au ajitakashe minalbauli, na mikojo hapo uliposimama pasiwe na mikojo. Sawa, uko chooni, hapana mikojo. wa yakula inda dukhulihi, na aseme au atasema zamani za kuingia chooni, bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu <coughs> allahuma hey, mulangu wa haki, inni a'udhu bika, hakika mimi nataka hifadha kwako min alkhubthi na majini wanaume wal khabaithi na majini wanawake. wa inda khurujihi na aseme zamani za kutoka kutuka kwa kechoni hufuranaka msamani wako alhamdulillah sipa njema zina msaiki Mwenyezi Mungu alladhi Mwenyezi Mungu ambaye adhhaba anni aladha amenoondoshea mimi maudhi ama uchafu wa afani na akarisamee wala yastakibl lkiblata, wala asielekee kibla, wala yastadbiraha, wala asikipe mgongo kibla wakati anakidhi hizo haja, ima kukojoa ama kunya. wala yastakbil lkiblata, asielekee kibla, wala yastadbiraha, wala asikipe mgongo wayahrumu dhalika, na haramu zaidi, ni haramu kabisa kuelekea kibla. Ameelewa? inlam yakunu bainahu wa bainaha, itakapokuwa Hapana, kati ya huyo mwenye kukojoa mwenye kunya na kati ya hicho choo, hakuna nini? Satirun, hakuna kitu chenye kustiri, au ba, bauda anu au chenye kustiri kimekuwa mbali naye. Aktharu min thalathati adhurui, zaidi ya dhiraa tatu, au ba jichoo nijipana kama jichumba mpaka kule kwa makini, eh? Au kana satiru, au kilikuwa hicho chenye kustiri akala ni kichache mno, min thuluthay dhiraa kuliko dhira tatu eh? ila fi lmawadii lmuadda, ila katika sehemu ambazo zimeandaliwa lidhalika, kwa ajili ya choo. Angiezakuta sehemu kubwa huwa mkubwa kama huu, lakini vyoo vimetengenezwa vingi vingi pale, unaweza ukaingia hata kama sehemu kubwa ina neno maelewa, kwa sababu kumeandaliwa kwa ajili ya kazi hizo eh? wa min adabihi, na katika adabu za kwenda chooni, ala yastaki bila shamsa, ukiwa chooni usilielekee jua, wala alqamar, wala kuelekea mozi huku mwenyewe wakojoa. Ndio ufundi uloupata vile ni vitu vitukufu, naelewa. Wala yarfaa thawbahu, wala asinyamilee juu nguo zake hata yadnu wa min alardi, mpaka akurubie pale ardhini anapotaka kukidhi hizo haja zake mbili ndio anyanyulie juu, yaani kusega kutanga, usizisege hizo nguo kabla hujakaribia pale ardhini. Wala bula fi makani sulbi, wala asikojoe mahala pagumu, pakavu. Wala yandhura ila samaa, wala asitazame mbunguni, wala ila farjihi, wala sitazame tupu yake, wala ila ma yakharuju minhu, wala asikitazame hicho kinachomtoka waangalia, la angalia hilo jitongolo la mavi inayotoka, sawa na kichani waangalia mikoje inayotoka hii, kwani ni uchafu. Alafu ni sijui ni ujinga gani sijui. Kabila ntiswabihi, kabila ya kunyooka kwake, wa anyusbila, na kuziteremsha thauba, nguo zake kabla ntiswabihi, kabla ya kwa kunyanyuka kwake au kusimama kwake. Eh, wa yarumul baul, na ni haram kukojoa fil masjidi, msikitini. Sio cha msikiti ni choo Sawa, lakini sio msikitini, ni haram kabisa. wala fi ina'in, wala kukojoa katika chombo, una kibakuli chako hicho cha kukojolea hapo msikitini, eh wa yarum, ni haram kukojoa ala alqabri, juu ya kaburi. wa yukrahu inda alqabri, na ni makuruhu kukojoa mbele ya kaburi, ni makuruhu. wa kaima, na kukojoa hali ya kuwa kwa ni mwenye kusimama, ila liudhrin, isipokuwa kwa udhuru. wa fi mutahaddithin nas, na sehemu ambayo wanazungumza watu kule metumaul fa idha atasha atakapopiga chafha Allah, amshukuru mwenyezi Mwenyezimgu bitalbihi kwa moyo wake eh. Fasl hii ni faslu wajibu listinjau li na kunapasa kustanji min kuli ratibin, kwa kila kitu kibichibichi, kharijin, kilichotoka au chenye kutoka, min ahdi sabilain, kutoka kwenye moja ya njia mbili. Ustanji kwa nini, bilmai au hajari ustanji kwa maji au bil hajari au kwa jiwe au jamidin au kitu kikavu twahirin kilicho tahara kalin chenye kukwangura ghairi muhtarami kisichokuwa chenye kuheshimiwa. Umeelewa? Faslu yajibu listinjau li unapasa kustanji min kulli ratbin kutokana na kila kitu kibichibichi cha maji maji kharij liquid kile kharij chenye kutoka min ahadi sabilain kutoka moja ya njia mbili ustanji bilmain, ustanji kwa maji, awil hajari au kwa jiwe au jamidin au kitu kikavu, twahirin, naelewa, kilichotwahara kaliin, chenye kwa kwangura, airi muhtarami, kisichokuwa chenye kuhishimiwa. Wausanu ljamu bainahuma, kunasuniwa kujumuisha kati yao, walau bihamid jamid eh, ijapokuwa ni kitu kikavu, mutanajisi, kilichonajisika duna thalathi masahati, maelewa. Inasuniwa kujumuisha kati ya maji, maelewa, lakini kwa kitu ambacho ni jamidi ni kikavu, lakini sehemu ya mutanajisi, ilionajisika. duna thalathi masahati, kinyume chini ya mapako matatu eh. Fa iniktasara ala dima, akifupililika juu ya moja yao, kati ya maji au mawe, maelewa basi fal afdal ilivyobora almau afupilizike kwa kutumia maji tu, aache mawe. wa shartul hajar, na sharti ya kutumia mawe alaajifa najisu, usiiache mpaka najisi ikakauka. Utaisafisha vipi na jiwe wakati imekauka? Jiwe limekauka na najisi imekauka, avyosediani hivi vitu vyafanana. wala yantakila, wala isigure isiame ile najisi wala yatra anajisun aharu wala isizuke najis nyingine. Wala yujawiza safatahu wa shafatahu fil bawli, wala isipetuke safatahu, maelewa matako yake wa shafatahu, na kishesha zakari fil bawli, katika mikojo. Wala usiba huma, wala ile najis, wala isipatwe na maji. Maana ikipatwa na maji tu ni mchanganyiko, tena sijui ni juisi la nini hiyo eh? Wayakuna bithalathi masahati, iwe mafuto uliyofuta kwa hayo mawe ni mafuto matatu. Faila myanka itakapokuwa hapa kutakata, faila myanka itakapokuwa hapa kutakata, wajaba kutapasa, lazima patakasike, ali inkau, watapasa lazima patakasike. Wasanuita na kunasuniwa kufanya witi, wastiabu lmahali na kupainia mahali bilhajari, kwa hilo jiwe Wastiabul mahali na kupaeneza hapo mahali bila hajari kwa jiwe waliistinja bilyasari na kustanji kwa mkono wa kushoto waliitimadu na kutegemea ala lwusta juu ya kidole hiki cha wustwa fi dduburi katika tupu ya nyuma inistanja bilma endapo atastanji kwa maji wahusanu takdimu lmai lilkubuli unasunia kuyatanguliza maji lilkubuli kwa ajili ya tupu ya mbele watakidimuhu na kuyatanguliza maji ala alwudhu, yani utangulize kustanji. Watakidimuhu na utangulize kustanji ala alwudhu, kabla ya kutia udhu. Wadalku melewa yadihi na kuusugua mkono wake bila ardhi na ardhi, usugue ule upate ule mchanga ule. Unaua madini nini, wadudu bakteria wa kila aina wanauliwa na mchanga, inasemekana wanasayansi wana kwa miaka mingi wamegundua kwamba mchanga ule unaua bakteria wa kila aina. Ndio maana wambia hata kwenye najisi ya mbwa na nguruwe uchanganye mmoja wao katika zile mara saba na mchanga, sababu katika mchanga kuna madini ambayo yanaua kila bakteria. Unaojua ni wagumu, wana nguvu, wanakufa kutokana na mchanga. Waelewana wausanu takdimu lmai, na kuna suniwa kutanguliza maji lilkubli kwa ajili ya tupu mbele watakidimu na kutanguliza ala alalhudui, kabla ya kutia udu wadalkuyadih ilardhi na kuusugua mkono wake kwa ardhi humma yasiluha badahu, kisha baadayake atauosha mano mengi ya michanga ufarjihi, na naataweka kwenye tupu yake watala, wanalu, wanalu, wanalu ufarjihi, na kunyunyiza maji ile tupu yake waizarihi na shuka yake wa yakula baada aseme baada kumaliza kustanji, allahumma twahir kalbi minan nifaqi, utuarishe moyo wangu na unafiki, wa hasin farji, na uyafidhi tupu yangu, min alfawahishi, na mambo mabaya. Faslun mujibatul husli, kuna mambo yao ndio yanasababisha kuwajibisha josho. Ni mambo gani? Mujibatul husli, mambo yanayowajibisha josho, kwamba ukiyafanya ukikutana nayo lazima ukaoge. Ni nini? Almautu, maiti lazima aoshwe. wal haidhu na hedhi, wa nifasi na nifasi, wal wilada na kuzaa tena. Mtu aoge mwenyewe si siakaogeshwa, ambaye aitwa shehe wakata ajamtarishe mtu, hakuna haramu kabisa walau haramusa ala katani, ijapokuwa ni pande la damu, wa mudghatan na pande la nyama, wa wabilaarutuba rutuba na pasi na umajimaji, lakini umezaa mtoto mkavu, lazima uoge. wal janabatu na kwa kupatwa na, na janaba watasul inapatikana janaba, watasul inapatikana janaba. Bikhuruji almanii kwa kutokwa mtu na manii, kwa kutoka manii. Wayunrafu yanajulikana manii bitadaffuqihi, kwa kuruka kwake, manii anaruka kitoka. Au ladhati bikhurujihi, au kupata ladha pamoja na kule kutoka kwake aurihi ajini au yawe na harufu ya kitonge changano, ratiban kikiwa kibichi, kitonge changano kibichi, ndiyo harufu ya manii yanavyokuwa nayo akiwa mabichi. Aurihi bayadhibi, au harufu ya yai weupe wa yai, au harufu ya weupe ule wa yai. Umeelewa? Jaafan, ukiwa umekauka yai lile na ute wake mweupe ukika ule ukikauka ule unavonuka kama manii yanavonuka, hata rangi yake wabilaji lhashafana kwa kuvisha kichwa cha zakari au kadira au kiasi cha kichwa cha zakari fi farjin, ukakitumbukiza katika tupu walaudhubura ijapokuwa tupu ya nyuma au farji ya maiti au tupu ya maiti au bahima au tupu ya mnyama walau mahailin kathif, ijapokuwa pamoja na kizuizi kilichokuwa kingi au ki, kingi ndio kizuri au kipana sana. wabiruyati mani na kwa kuona mani pia, kuna pasa uage josho kama umeona fitha, ubihi umeona katika nguo ya huyo mtu au huyo mtu ameona katika nguo yake au farashin au katika kutandiko la hula kwa ke, la namu fihi khairu halali katika tandiko hilo asokuwa yeye, lazima akaoge. Wa yahrum bil janaba ma yahrum bil hadath, ni haram pamoja na janaba ya lambo, ni haram pamoja na kuhudufu au mukthum fil masjid na kukaa msikitini wa taraddudu na kuzingazinga fihi, hapo msikitini, li udhrin, msikitini wazunguka zunguka li ghairi udhrin, basi na udhur. wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani bikasdil qira'a, kwa kusudia kusoma. Faslun, hii ni fasl. wa akallu lghusli niyya, na uchache wa josho ni kunuia. raf'i ljanaba, kuonosha janaba, au fardhu lghusli, au faradhi ya kuoga, au raf'i lhadath, au kuonosha hadath, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo Wastiabu jamii sharihi wabasharihi na kukieneza na kuzieneza, jamii sharihi, nywele zake zote, wabasharihi, na ugozi wake wote. Wajibu kanunia na kunapasa kuikutanisha nia biawali mahsul, mwanzo wa kile chenye kuoshwa. Wasunanuhu na suna za nini? Na suna za josho. Wasunanuhu na suna za josho, altisal alistiqbal, ni kuelekea kibla watasmiya na kusoma bismillahi makuruna tabinia hali ya kukutanizo bismillahi nania, wahasulu lkafai na kuosha viganja viwili, warafu ladha na kuondoa uchafu au maudhu Thumma l-udu kisha udu. Thumma taahudu kisha kufatiliza mawadhi ilitwafi sehemu za mikunjo -kunjo Thumma taahudu mikunjo-kunjo uzipatiliza mawadhi ilitwafi sehemu za mikunjo-kunjo, wataghalilu kusuli shari na kuatilia mashina yale, asili za nywele uziatulie, kuzitetea mikono thalatha ni mara tatu. Biadi hili mablula kwa mkono wake ambao umetotezwa maji, umetotezwa maji ule mkono. thuma lifala tukisha ni kumimina, ala rasi, hii juu ya kichwa chake, thumma ala shiki ila aimani, thumma al aisari, kesha upande wake wa kuume kesha wa kushoto, watikiraru na kurudiarudia thalathani mara tatu <coughs> wadalku na kusugua fi kuli mara katika kila mara. Wastisahabu nia na kuisuhubishania, wala yanku samauhu answai na asipungue maji yake, kuepukana na nini? Na kibaba, naelewa pishi, kuepukana eh, na pishi. Wa antutiba almaratu na naafuatishe mwanamke, ghaira mutadati liwafati, asiokuwa mwanamke anae kaeda ya kufiwa asifuatie nini? athara dami, asifuatishie aifuatishie. wa an tutba almaratu na afuatishie mwanamke ghaira mutadati lwafat, asiokuwa mwanamke ana kaida ya kufiwa. afuatishie nini? athara dami, athari ya damu. aifuatishie bimiskin, kwa miskin. thumma bitibin, kisha manukato yote. thumma bitini, kisha afuatishie nini? udongo udongo, kama vilisema mchanga una unaua bakteria na pia unakata harufu Zamani sisi tukikata pili a ukata pili ile pilau inaitwa kwa makundi kundi ya watu wa mwambani watu wa mnyanjani. Ushakula unaingia kwenye ile kundi la watu wa mwambani, umeelewa? Sasa ile washukujio ule mkono unasigilita na mchanga huyo harufu ya pilau, na pilau za zamani kuwa tamu sio mchezo, inakatika ile harufu unapiga tena. <laughs> <Tulewana. coughs> fa ila mtajidi falma ukafi endapo hatopata hiyo miski hatopata mchanga maji yanatosha. wala yaktasila natutoga, ilmani, kutuka, na kutooga min huruji lmani, kutokana na kutokana na manii. kabla lbauli, kabla ya kukojoa ni vizuri ukojoe alafu ndo uoge. wayusanu dhikiru lmathur kuna sunna ya kuleta nyuradi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume. baada lfarahi min alghusli, baada ya kumaliza kuoga josho. watariku listiana, na kuacha kusaidiwa. usipende kusaidiwa katika mambo haya tumalize mistari mitatu eh? faslun hii ni faslun faslu wayukrahu lisirafu fiswabi, na kunachukiwa kupetuka mpaka kutumia vibaya katika kuya mimi na maji. Walghuslu na kuoga josho, walulu na katika kutia udhu ni mabaya kat fil ma'i rakidi afai, katika maji yanasimama ni makuruhu, na ile rudia wayukrahu lisirafu fiswabi, unachukiwa na sheria kupetuka mpaka maele katika kumimina maji alafu, walghuslu waludhu fil mai irakidi, pia vile kunachukiwa na sheria kuoga na kutia udhu katika maji yaliyosimama. wa ziada tu ala thalathi, na kuzidisha juu ya mara tatu. Nisubiri watarku lmadhmala, na kuasa kusukutua, walistinshak na kupandisha maji ma. Wayukrahu liljab junubi, ni makuluko mwenye janaba. Alakulu kula, washurbu na kunywa, wanaumu na kulala, waljimau na kujimai kabla ghasli alfarj na udhu kabla kuosha tupu na udhu. Wakadha munkatu atulhaidh wa nifa fa vile vile mwanamke aliokatikiwa na hedhi na nifasi melewa, unasuniwa naye akaoge melewa, na ni makuruhu kula kufanya yoyote kabla hajaoga ikikatika ile hedhi, suna aoge, baada ya kuoga ndo afanye mambo mingine yote, kama atafanya nayo inachukiwa kisheria. walhamdulillahi rabbil alamin